Tujifunze neno la Mungu kwa mahubiri yenye kichwa maisha yanayohusiana na Mungu katika maadhimisho ya miaka mia moja na nane ya kuzaliwa kutakatifu kwa Kristo Ahnsahnghong . Leo niliweza kutafakari juu ya maana ya kuzaliwa kwa Baba. Kama Kristo Ahnsahnghong asingekuja katika dunia hii, tungekabili kifo tu kama wenye dhambi nzito kutoka mbinguni. Walakini alikuja akaimwaga damu yake msalabani kwa ajili ya watoto wake. Na akatangaza agano jipya akifungua njia ya wokovu. Walakini yule adui ibilisi aliharibu ukweli wa uzima wa Mungu wakati wa enzi za giza. Hakuna aliyeweza kurudisha ukweli. Anapokuja tu ndipo tunaweza kutofautisha kati ya mema na mabaya. Kila mtu kama Baba yetu wa mbinguni asingekuja, mustakabali wetu ungekuwa adhabu mbaya sana katika jehanamu. Walakini alipokuja, alituongoza ili kwamba tusiende jehanamu yenye maumivu, na kupitia mafundisho ya Agano Jipya alifungua lango la utukufu la mbinguni, sivyo? Kama baba asingekuja duniani, uhusiano wetu na Mungu ungekuwaje? Ingekuwa uhusiano kati ya mtekelezaji wa hukumu na mwenye dhambi. Walakini, alikuja na kutangaza msamaha wa dhambi kupitia Agano Jipya, akifungua njia ya kurudi mbinguni. Kweli hili linastaajabisha, ila jambo la kushangaza zaidi ni kwamba Mama yetu wa mbinguni, tuliyempoteza, alikuja katika dunia hii, walakini watoto hawakuwa na macho wala moyo wa kumtambua yeye. Kwa watoto ambao hawakuweza kumwelewa Mungu mama kupitia fundisho lolote Baba wa mbinguni alikuja duniani na kutufundisha unabii katika Biblia. Je, Baba Kristo Ahnsahnghong si yule aliyewaonyesha watoto wake njia ya mti wa uzima? Haishi hapa. Je, si Baba Kristo Ahnsahnghong aliyefunua siri zote katika Biblia? Mungu ameamuru watu wabatizwe kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, lakini makanisa yote ulimwenguni hutumia vyeo, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu badala ya majina. Je, Baba hakufungua mlango wa utukufu ili tupokee ubatizo kamili katika jina la Yehova katika enzi ya Baba, katika jina la Yesu katika enzi ya Mwana, na katika jina jipya la Yesu Kristo Ahnsahnghong katika enzi ya Roho Mtakatifu? Tunapotafakari juu ya mambo haya, tunatambua kwamba kama Baba asingekuja, wokovu na mbingu visingaliwezekana kwetu kama ilivyoandikwa katika Mathayo sura ya saba: Wengi wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, hatukutoa unabii kwa jina lako na kwa jina lako kutoa pepo wachafu na kufanya miujiza mingi? Ndipo Yesu atawaambia sikuwajua kamwe, he, ondokeni kwangu ninyi watenda maovu. Tungekuwa mmoja wao. Tusingejua mapenzi ya Mungu wala agano jipya. Tusingejua Sayuni ilipo na mahali ambapo lazima tukimbilie maafa yanapokuja katika siku za mwisho. Ulimwengu bado uko katika hali kama hiyo. Ndiyo maana Baba Ahnsahnghong alikuja duniani akatembea njia ya injili kwa miaka 37 naye akawafundisha watoto wake kwenda na kutangaza mafundisho yake. Tumesikia habari za wokovu na kupokea fursa ya wokovu, lakini watu hawajapokea kwa kuwa Baba na Mama walitupa fursa ya kuwaongoza kwenye toba kupitia midomo yetu, lazima tuhubiri injili hii kwa ulimwengu mzima. Lazima tuwajulishe watu wote wa ulimwengu kwamba Baba na Mama walikuja duniani. Lazima pia tuwasilishe kwa wanadamu wote njia ya agano jipya ambayo Baba aliwafundisha watoto wake. Baba alipofanya kazi ya injili kwa miaka 37, aliacha mafundisho mengi kwa ajili ya watoto wake. Baba alifungua ukweli wa mti wa uzima na kutimiza siri ya mtini. Kupitia ujio wa Baba nini kilitokea kwa Sayuni ya agano jipya ambayo ilikuwa imeharibiwa? Je, haikujengwa upya? Watu wote wanapaswa kujua habari hizi njema ili kwamba wao pia waweze kumpokea Baba wa mbinguni, Kristo Ahnsahnghong na Yerusalemu mpya, mama wa mbinguni, na mlango wa utukufu kwa watu wote kuja kwa Roho na bibi arusi utafunguliwa wazi. Y yeah. Ok, Katika mwaka huu mpya injili inapaswa kuhubiriwa katika nchi zote na miji yote ambayo bado haijasikia ukweli. Popote uendapo ulimwenguni, tunaposema Kristo Ahnsahnghong wanaweza kujibu "Aa, nimesikia kuhusu ukweli huu." na tunaposema mnapaswa kumwamini mama ili kuokolewa wanaweza kujibu ndiyo, nimesikia hili. Mwaka elfu mbili na ishirini na sita tunapaswa kufanya matumaini yetu kuwa kweli badala ya kuyashikilia tu. Je, Baba hakuja duniani kuwaokoa wanadamu? Basi watoto wa Sayuni lazima washiriki katika kazi yake ya wokovu. Kwa kuwa sisi ni watoto wake, ametusamehe dhambi zetu, amerudisha mamlaka yetu na ametufanya sisi ukuhani wa kifalme mbinguni. Je, Baba Kristo Ahnsahnghong hakuja katika dunia hii kwa sababu hii? Leo ni tukio lenye furaha sana kwa wanafamilia wote wa Sayuni na watu wote wa ulimwengu. Ni tukio lenye furaha na baraka, walakini Baba alijidhabihu katika dunia hii. Kwa miaka thelathini na saba aliitimiza injili. Kuanzia kazi ngumu hadi kazi ya kuokoa watoto wake, kila kitu kilikuwa mateso. Ila alitembea njia ya mateso hatua kwa hatua ili kuwafundisha wanadamu. Sisi si, kama watoto wake tunapaswa kufuata hiyo njia na kuhubiri kwa bidii. Ni lazima tuijenge Sayuni kuwa mahali ambapo kaka na dada wanajali kila moja kama vile baba na mama walivyotupenda. Najua ninyi nyote mna familia. Inamaanisha nini? Tuzingatie mtazamo wa baba kama kichwa cha familia. Je, unafikiri baba angependa watoto wake wagombane kila siku? Tuseme kaka anamkashifu kaka yake na dada anamkashifu dada yake na wanapigana na kuchagua upande kila siku. Je, kuna baba yeyote ambaye angependa hilo? Ikiwa wewe ni baba mwenye watoto wengi wanaotenda kwa njia hii, lazima itakuumiza sana. Tukielewa hili, tunapaswa kuufahamu moyo wa baba. Kimwili tulizaliwa katika familia tofauti, kutoka mikoa tofauti, wenye lahaja tofauti na mwonekano tofauti. Walakini kutokana na mtazamo wa kiroho je, sisi sote si kaka na dada? Je, inahisika kama sisi ni kaka na dada? Ikiwa inahisika kama sisi ni kaka na dada, lazima tusigombane kamwe au kutofautiana. Hatupaswi kukashifiana. Je, Mungu hatupi amri tupendane sisi kwa sisi katika Yohana sura ya kumi na tatu? Hili ndilo jambo ambalo Baba na Mama wamekazia kwa watoto wao. Yesu alieleza kina chake na ukubwa wake akisema, kama mimi nilivyowapenda ninyi, vivyo hivyo nanyi mpendane. Mungu alitupendaje? Je, haikuandikwa katika Biblia kwamba alitupenda sana hata akatoa uhai wake? Tunapaswa kuwapenda kaka na dada zetu kwa kiasi hicho. Si rahisi, si ndio? Walakini sisi ni wenye dhambi waliomsaliti Mungu nasi tukafukuzwa hadi duniani. Tuliwekewa kufa lakini, ili kutuokoa Mungu alikuja katika dunia hii akaimwaga damu yake msalabani na kuanzisha agano jipya. Walakini, likiwa limezuiliwa na Shetani, agano jipya lilitoweka kwa takribani miaka elfu moja na mia sita njia zote za kurudi mbinguni zilikuwa zimezuiliwa. Ndiyo maana Mungu alikuja tena duniani kufungua njia. Kila ninapofikiria kuhusu upendo na dhabihu ya Baba na Mama, ninajiuliza ikiwa ningependa kurudi kwenye ulimwengu ambapo ubavu wangu ulichomwa kwa mkuki na nilikashifiwa na kuzuiliwa. Haiwaziki. Tuseme ulikuwa kwenye safari ya nje ya nchi ambapo ulitundikwa juu ya msalaba na kudhihakiwa na ubavuni mwako ulichomwa kwa mkuki hata ukafa. Kama kungekuwa na mahali ambapo watu walikutukana na kukutesa ulipokuwa katika nchi hiyo, je, ungetaka kutembelea nchi hiyo tena? Walakini Baba alikuja hapa duniani tena, kwa sababu kama angewaacha watoto wake peke yao, wote wangekufa ijapokuwa kutokana na mtazamo wake dunia hii haikuwa mahali ambapo angependa kwenda, alitokea mara ya pili kuwaokoa watoto wake. Tunaposoma Waibrania sura ya 9 mstari wa 27 na 28, tunapaswa kufikiri kama huo ujio wa pili ulikuwa kwa sababu alitamani kuja au kama ni kwa ajili ya jambo lililo kubwa zaidi. Tunapofikiria kuhusu hili, tunatambua kwamba upendo wa Baba ulikuwa sio mdogo kamwe. Basi tunapaswa kujiuliza, kwa kaka na dada zetu na kwa waumini wengi zaidi watakaokuja kwenye ukweli na lazima tuondoe dhambi zote. Je, ningeweza pia kufanya kama vile Baba alivyofanya kwa watoto wake? Je, ninaweza kufanya kazi kwa subira hiyo? Kila mtu, hebu tumfuate baba yetu katika upendo wetu kwa kaka na dada zetu. Kaka na dada wote katika Sayuni lazima wafuate nyayo za baba. Bado hatujaiva na hatujakomaa kwa upande wa matunda. Matunda yanapoiva kabisa yanaweza kuvunwa. Tunawezaje kutamani mbinguni wakati bado hatujakamilishwa? Kupitia tukio la leo la kukumbuka kuzaliwa kutakatifu kwa Baba, watoto wa Sayuni hawapaswi kuwafikiria kaka na dada zetu kama watu tu wanaosimama katika nafasi tofauti na sisi. Tukielewa kwamba wao ni wanafamilia wetu wa mbinguni, kaka na dada zetu wa kweli, tunapaswa kuwatunza kwa moyo wa baba na mama. Leo mnataka kufurahisha moyo wa baba, sivyo? ninahisi vivyo hivyo. Kuanzia sasa, tushiriki habari njema za uzima na wanadamu. Kama vile Baba alituonyesha njia ya mti wa uzima, hebu tuishiriki na kila mtu. Hebu tufundishe kila mtu kwamba Mama wa mbinguni Yerusalemu mpya amekuja. Pia tuwaambie ukweli wa agano jipya ambao unarudisha uhusiano ulio katika kati yetu na Mungu ili kwamba tuweze kukamilisha kazi ya injili haraka tukingojea ujio wa Baba. Natumaini kwamba wakati huu utafika haraka. Ikiwa mnachuki kuelekea kaka na dada zenu au kama mna uhusiano usiostarehesha ninyi kwa nini, tafadhali acheni haya kwa moyo wa Baba. Baba na Mama wanatupenda hata kufa, na wakasema mpendane: kama mimi nilivyowapenda ninyi, vivyo hivyo nanyi mpendane. Kwa kuwa Baba na Mama wanathamini uhusiano huu wenye upendo sana, Tunapaswa kuwa wamoja zaidi, wenye upatanifu na wenye kujali, tukijitolea na kutunzana. Je, ni sehemu gani ya kukumbukwa zaidi ya mafundisho ya Baba kuhusu njia ya upendo? Kwa maneno rahisi, upendo hauwezi kukamilishwa ikiwa tu tunafuatia yale yanayotuletea furaha. Kwa hiyo lazima tuulize, nina furaha, lakini je, wengine wanafurahi pia? Tunapowajali wale walio karibu nasi na kuwaona wengine bora kuliko sisi wenyewe, hakutakuwa na kutoelewana kati ya kaka na dada na kutoaminiana wala kutoridhika sisi kwa sisi. Tutaweza kukamilisha umoja na upendo. Baba aliacha utukufu wa mbinguni naye akaja katika dunia hii katika mwili. Ilikuwa njia ambayo hakutaka lakini je, hakuja mara ya pili kwa sababu aliwafikiria watoto wake ambao wangekufa kama wakiachwa peke yao. Ikiwa tunaelewa fundisho hili tunapofungua Biblia tu, lakini tunatenda kama watu wa ulimwengu tunapofunga, basi fundisho hilo halina maana. Ikiwa Biblia imefungwa au imefunguliwa, je, hatupaswi kuruhusu mafundisho ya Baba na Mama yaishi siku zote ndani yetu? Leo tunaadhimisha miaka mia moja na nane ya kuzaliwa kutakatifu kwa Baba. Leo ni siku yenye baraka, utukufu unapokuja juu ya maelfu ya malaika mbinguni na amani inakuja miongoni mwa watu wote duniani. Baba wa mbinguni, tunatoa shukrani kwa mara nyingine tena kwa ajili ya kuja kwako hapa duniani. Siku hii ni siku ya thamani sana inayoanzisha uhusiano wetu na Kristo Ahnsahnghong kama Mungu na watoto wake: baba na mwana, baba na binti, mama na mwana na mama na binti. Wakati wa miaka 37 ya maisha yake ya injili, alikuja Korea wakati wa kipindi chake kigumu na chenye maumivu zaidi. Alipatwa na vita vya Korea na ukandamizaji chini ya uvamizi wa Japani. Aliishi akipitia vita vya kwanza vya dunia na vita vya pili vya dunia. Tafadhali kumbukeni kwamba baba alikuja hapa duniani chini ya hali isiyofaa zaidi. Ninawaomba wanafamilia wetu wote wa mbinguni kujitoa ili kutimiza injili ambayo baba anataka. Kulingana na unabii wa Danieli, atakuja na kurudisha kila kitu ambacho watoto wake walikuwa wamepoteza, ukiwemo ufalme, sivyo? Mambo haya yote yaliwezekana kwa sababu alikuja Hatuwezi kufanya hili sisi wenyewe. Hatuwezi kutimiza mambo haya kwa nguvu zetu wenyewe. Baba alikuja katika dunia hii, akarudisha agano jipya na akatufunulia Mama wa mbinguni. Matokeo yake, ukweli wa Baba na Mama unahubiriwa kwa ulimwengu mzima, walakini bado tunahitaji wafanyakazi zaidi wa agano jipya. Natumaini kwamba mwaka huu utukufu wa Baba na Mama utahubiriwa kwa watu wote ulimwenguni kote. Ni kwa sababu hii Baba wa mbinguni alikuja katika dunia hii. Siku hii ni siku kwa wanadamu wote kushangilia na kumtukuza Mungu. Ni siku muhimu sana ambapo wenye dhambi wenye kufa hupokea msamaha wa dhambi ili waweze kuwa wenye haki. Siku ambayo kazi hiyo tukufu na mustakabali mtukufu zilianza ni leo Baba alipokuja katika dunia hii. Tunapofikiria hili tunapaswa kutoa shukrani kwa Baba na Mama mara elfu. Jambo jingine lililotimizwa kupitia ujio wa Baba ni kwamba alituruhusu kutambua kwamba sisi ni familia ya mbinguni. Kama Baba asingekuja, je, mngemjua Mama? Je, tungeweza kuwa na uhakika kwamba sisi ni kaka na dada? Pia ni siku yenye maana sana Baba alipotujulisha kwamba sisi ni familia ya mbinguni. Wanafamilia wa mbinguni wanapaswa kuwa tofauti na ulimwengu. Ikiwa sisi ni watoto wa mbinguni ambao watafurahia uzima wa milele na baraka mbinguni, lazima tufanane na Baba na Mama ili kwamba upendo wa Baba na Mama ufurike Sayuni. Ninawaomba mfanye Sayuni kuwa mahali ambapo sauti za shangwe na kuimba hazikomi. Katika siku hii Baba alipokuja duniani, tunatoa utukufu na shukrani kwake kwa kutoa maisha yake kwa ajili ya wokovu wetu. Watoto wote wa Sayuni watafuata nyayo za Baba kwa azimio hili nikitumaini kwamba baba atatujaza kama tunapungukiwa, ataturekebisha tukifanya makosa na kutuongoza mbinguni ili tuweze kufikia huko, ningependa kuhitimisha mahubiri ya leo. Asanteni sana.